Mheshimiwa Mwenyekiti, Taarifa ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu ya Serikali kwa mwaka ulioishia tarehe 30 Juni 2024 itakayowasilishwa leo mbele ya baraza la madiwani inaonyesha kuwa Halmashauri ya Wilaya ya Sikonge imepata hati ya kuridhisha alipopata opinion ya Kiingereza sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, hati hiyo hutolewa pale Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu ya Serikali yani CAG anaporidhika kuwa taarifa za fedha hizo kagua zimeandaliwa kwa usahihi na kwa kuzingatia viwango vya uhasibu vya kimataifa vya uandaaji wa taarifa za fedha yaani IPSAS. Hata hivyo kutolewa kwa hati na uridhisha haimaanishi kuwa Halmashauri ya Sikonge ina mfumo wa udhibiti wa ndani wenye ufanisi wa asilimia mia moja. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni kweli usiopingika, tumefanya vizuri kwenye kukusanya mapato yetu ya halmashauri. Tena ukiachia mbali kuyakusanya mapato haya ni pamoja na kuyapandisha Mwaka 2020 2021 halmashauri hii ilikuwa na makisio ya mapato ya shilingi bilioni 2 na na, na milioni 7 2020, la la lakini kupitia baraza hili hili iliwako mbele yako na washauri hawa hawa walioko mbele yako, mwaka 2025 tunakwenda kumaliza eh, kwa kutekeleza makisio yetu tuliokuwa tumejikisia ya bilioni nne na milioni mia tano na moja tukiwa asilimia tisini na nane au mia moja na mbili maanake tuna lugha mbili kuna wakati zinakuwa mia na mbili kuna wakati zinakuwa tisini na nane lakini vyovyote vile kwa tumepiga hatua mheshimiwa mkuu wa mkoa tumepiga hatua naomba niwape hongera sana kwa ukusanyaji wa mapato waheshimiwa madiwani umefanya kazi nzuri Tumepanga kukusanya mapato yenye thamani ya 4.4 bilioni lakini tumeweza kukusanya. Tulikuwa na lengo la kukusanya mapato yenye thamani ya shilingi eh, 4.5 bilioni, lakini mpaka sasa hivi tumekusanya shilingi 4.4 bilioni sawa na asilimia 98. ongereni sana. ongereni sana na mkurugenzi, kwa kweli umefanya kazi nzuri, tunawapongeza. Cha msingi tunaomba tuzidi kuibua fursa ambazo zitatunisha mapato ya halmashauri. Tumekuwa tunaimba na, na kuwahimiza kuibua miradi ya uwekezaji, lakini mheshimiwa mwenyekiti, tunaishukuru na kuipongeza halmashauri yako kwa kuibua kwa kuja na wazo la kuwekeza kwenye biashara ya hewa ukaa, na halmashauri hii ndio iko mstari wa mbele katika mkoa wetu wa Tabora kidogo kuna taratibu ambazo ilikuwa inapitapita, lakini tunashukuru kwamba tuliwapa maelekezo na mkafuata, na maelekezo yetu ni kuwaomba tufanye haraka tukamilishe michakato yote inayotakiwa, ili tuweze kumpata mwekezaji mahiri wa kuwekeza kwenye biashara ya wauka ili halmashauri iweze kupata mapato. Sio waheshimiwa, yote vilivyo kwenye kata ile, hata watumishi wa serikali umewaleta wewe Naenda kaorodheshe kila kitu ambacho dr Samia amefanya kwenye kata yako, waambie wananchi, mapambano uliokuna yaleta vyote hivyo, umevileta we. Usinge kuwepo visinge kanyaga pale, we si ndio mwakilishi? Mwwakilishi kwenye kata ile, sawa sawa. Naomba nikiri kwamba maelekezo yote ambayo yalitolewa na katibu tawala wa mkoa na yaliyotolewa na mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mimi kama mtendaji mkuu nimewapokea na nitayasimamia kikamilifu.